Karibu kwenye mfumo wa pembejeo Connect, mfumo ambao unaunganisha wakulima na maafisa ugani kuunganisha na wauzaji wa pembejeo kama vile wamiliki wa agrovet na wasambazaji wakubwa wa pembejeo za kilimo pamoja na vifaa vya kilimo. Sasa mfumo huu umelenga kusimamia usambazaji wa pembejeo na si kuuza pembejeo. Tunawawezesha wasambazaji mbalimbali wa pembejeo na wenye maduka ya grvet kuuza zaidi na kuwafikia zaidi wakulima ambao wapo kwenye mfumo wa Mazawabu. Kwa maana kwamba wewe kama et, unaweza ukaongeza mauzo kwa kuwa bidhaa zako zitakuwa na nafasi ya kuonekana kwa wakulima wengi zaidi, mbali na wale ambao wanakuzunguka au wapo kwenye mzunguko wako. Kwa nini wewe kama et au msambazaji mkubwa utumie mfumo huu wa Pembejeo Connect. Wasambazaji wanatakiwa kutumia mfumo huu kwa sababu unawawezesha kuongeza mauzo kwa kukutana na mtandao mkubwa wa wakulima ambao upo katika mfumo wa MazaoHub. Kwa hiyo ukitumia mfumo huu katika kumanage mauzo yako na manunuzi yako, pia utakusaidia wewe katika kila bidhaa ambayo utakuwa ukiiongeza kwenye mfumo huu inakuwa inaonekana na wakulima ambao wanatumia application au mfumo wa Mazao Hub, lakini pia kwa wale ambao hawana application watapata mpaka push message ambazo zitawatambulisha kwamba kwenye duka fulani lililoko maeneo fulani kuna bidhaa, let's say Paraforce, inauzwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo mteja anaweza akaja au akakutafuta direct, moja kwa moja, ili anunue kutoka kwenye duka lako au kama ni kampuni yako, lakini pia inakuwezesha wewe kufahamu hesabu za mauzo na manunuzi pamoja na gharama zingine za uendeshaji wa kampuni yako. Kwa hiyo moja kwa moja, ukiwa unauza, unatoa oda au unapokea oda, mfumo huu utakuwa ukifanya mahesabu kwa niaba yako, kwa utaondokana na ile kutumia Excel ambayo pengine inaweza ikawa ni njia ndefu na ngumu au madaftari pamoja na kalkuleta kuwa na headache ya ku, uh, kujumlisha na kutoa. Mwisho wa siku inaweza ikakuletea ripoti rahisi kabisa na kama utataka ripoti ambayo ina maelekezo zaidi, mfumo huu unatoa na tutaenda kuona leo ni namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizo ripoti, lakini pia inawezesha kupata pembejeo kutoka kwenye mtandao wa distributors wengine au agrovet wengine, kwa wewe kama unauza pembejeo na umeishiwa mzigo, unaweza ukaona wauzaji wengine pia wakakusaidia kukuletea mzigo kwa ajili ya kuendelea kufanya biashara, hata kama uko mbali nao. Wewe pia unaweza ukaona wafanyabiashara wengine. Kwa hiyo, kwa Agrovet ina faida nyingi nyingi nyingi, na hizo zitaja, hizo hapo ni chache. Mfumo huu unawasaidia Agrovet kujitangaza zaidi, kwa sababu unapaka sehemu ya message ambayo unaweza ukawatumia wakulima wako au wateja wako ambao ulikwisha kuwahudumia kwa ajili ya kufanya matangazo. Kama unavyoona kwenye system hapo, kuna sehemu ya client, ambapo unaweza ukawatumia mpaka message za matangazo moja kwa moja kutokea MazaoHub lakini kwa wakulima pia inawezesha kupata pembejeo ambazo zimethibitishwa na kulingana na maeneo husika waliopo wakulima, wanaweza wakaona maduka na distributors wakubwa ili kupata pembejeo kwa bei rafiki zinazokidhi mahitaji yao. Sasa leo tutaenda kuona ni namna gani mfumo huu unavyofanya kazi kwa Agrovet na distributor, lakini tutagusia kipengele cha maafisa ugani gani na wakulima ambao hawa wana mahitaji ya pembejeo moja kwa moja kwa Agrovet. Cha kwanza mfumo huu unakusaidia wewe kusajili store, ku manage store kama utakuwa na uh, store zaidi ya moja. Mfumo huu unakusaidia ku manage, na mpaka mtu aliyoko dukani na yule mtu ambaye anahusika kupanga mzigo na kuuza moja kwa moja, unaweza ukaona ni kitu gani kinafanyika kwenye hiyo store ameuza kiasi gani, amefanya uh, manunuzi kiasi gani, na vitu vingine vyote ambavyo vinaendelea vinaweza vikarekodiwa hapa. Na hizi ni baadhi ya store ambazo niko nazo kwenye uh, account yangu, na nikitaka kurekodi store mpya nitabonyeza hapa add. moja kwa moja nitaenda nitaandika store name uh, labda Kiembo branch. Nitas inakuwezesha ku select location moja kwa moja kwenye mfumo ehe, nitasema iko Dar es Salaam. Kama unavyoona tayari, store added successful. Kwa hiyo nitatafuta hapa store yangu hii hapa. Kwa hiyo moja kwa moja itaniwezesha mimi kumwongeza yule msimamizi au a, mtu ambaye atakuwa anauza kwa ajili yangu au ule msimamizi wa hilo duka. Mfano, moja kwa moja tumeweza kumwongeza msimamizi au shopkeeper kwenye ili duka. Kwa hiyo anaweza akaendelea ku, kuuza kununua, na katika mfumo wetu, baada ya kumwongeza huyu msimamizi, atakuwa na uwezo naye mwenyewe kutumia system ya MazaoHub kufanya mauzo manunuzi, na kurekodi Uh, matumizi mengine kama kawaida. Sasa yeye ataingiaje ata, ingiaje, ata download application ya Mazao Hub, ataingia kwa namba ya simu kama email yake, atatumia namba ya simu kama email au username. Lakini pia kwenye sehemu ya password ataandika pia namba yake ya simu. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa wale watumiaji au mashopkeeper ambao uh, umewasajili huku maana anaweza akaingia tu kwa, kwa namba yake ya simu kama username, lakini namba ya simu kama password. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kumsaji, kusajili store na kumweka mtu ambaye atasimamia store. Kwa hiyo mpaka hapa tumeweza kumweka msimamizi wa store. Hebu tuende tukaone namna gani ambavyo tunaweza tukanunua au tukaweka mzigo kwenye hiyo store. Kwa hiyo tumeenda kusajili store. Sasa twende tukasajili uh, bidhaa ambazo zipo. Kwa upande wangu mimi kuna bidhaa nyingi ambazo nimezisajili kwenye huu mfumo. Nikibonyeza hapa sehemu ya inventory, kama unavyoona kuna bidhaa nyingi sana, kuna bidhaa nyingi kikiwa tilifu au inaweza ikawa kitu kingine chochote. Kwa hiyo kusajili bidhaa mpya, utabonyeza jumlisha, utaandika jina, mfano Nitaweka store nitaweka kihembo branch ile niliyosajili. Category, kwa kuwa hii ni avicide, naweza nikasema labda niweke kwenye pesticide. Ehe, bidhaa yangu haina barcode, kwa hiyo nitaacha, nitaenda kuweka cost price, bei ya kununulia, nitaweka bei ya kuuzia. Sasa mfumo wetu ukiweka hizi bei itakusaidia ukiwa unanunua na kuuza ili kuweza kukalkuleti gharama na faida. Kwenye cost price itakalkuleti gharama, lakini kwenye sales price itakuwa ita ikikalkuleti faida moja kwa moja. Kwenye quantity na nanunua no, uh, ngapi, na nunua no kumi na tano unity, itakuwa ni pieces. Manufacturers unaandika msambazaji wa, wa hizi bidhaa zako. Baada ya hapo maelezo zaidi si lazima kwa unaweza tu ka save. Kwa hiyo tumeongeza kiukamilifu hii bidhaa yetu, kwa unaweza ukarudi nyuma. Ehe, bidhaa yetu ilikuwa inaitwa Aviside L, tumeongeza kumi na tano kwenye store ya Kihembo. Kwa hiyo inakusaidia pia kuongeza bidhaa kwenye store yako ili ku kupiga mahesabu ya mzigo kiasi gani ambao upo kwenye kila store. Kwa hiyo kama una store mbalimbali, ukiwa unafanya manunuzi itakusaidia kupiga mahesabu ya kila store kwamba una mzigo kiasi gani. Kwa hiyo hiyo ndio huduma nyingine, lakini pia itakusaidia wewe kufanya mauzo, na ukiwa unafanya mauzo moja kwa moja itakuwa inarekodiwa kwenye daftari lako la mauzo. Mfano, tutaenda kufanya mauzo. Uh, ya hii bidhaa ambayo tumenunua kwa nitabonyeza, uh, button ya sales hapa, kama unavyoona hizi. Haya ni mauzo ambayo nimekuwa nikifanya, ehe, nimekuwa kifanya hapo nyuma. Kwa nitaenda kwenye new sales. Kwenye new sales, nitasema store gani, ehe, nitaenda kuuza ile bidhaa kwenye Kihembo branch. Ehe, nitasema uh, client gani sasa. Hapa kwenye wateja kuna sehemu ya kuwasajili wateja, tutaenda tutaona namna gani ambapo unaweza ukawasajili hawa wateja na kuwahudumia kwa kuwauzia kama hivi. Sasa nitasema huyu cash client, ambaye yeye atakuwa ni mbadala wa wateja wangu wengi ambao ni wa, wanakuja mara moja moja, lakini kama una wateja wa kudumu, unaweza ukawasajili kwenye mfumo wetu, na kila ukiwa unahudumia unaweza ukawachagua hapa. Nasema ni aina gani ya mauzo, ni mauzo ya cash, ya moja kwa moja, na naenda kuweka hela zangu kwenye cash account ehe. nikiwa na nauza, nitasema kama ninatoa na gharama ya kusafirishia kwenda kwenye uh, kwa huyo mkulima au huyo mteja wangu kama na offer delivery, nitasema hapa ili nisaidie kurekodi haya matumizi kama sehemu ya matumizi ambayo mimi nimetumia. Kwa hiyo mimi nitasema uh, katika hii nimemsafirishia kwa shilingi labda elfu uh, tatu kwenda kwa mteja, na nitaselect hiyo item ambayo ndio bidhaa ninayomuuzia. Nitasema hii item, utakuja hapa unaweza ukaiskani kama ulisajili kwa barcode lakini kama ulisajili kawaida yani manually, utasema select manually. Hapo kwenye select utabonyeza, utatafuta hiyo bidhaa ambayo unataka kumuuzia mteja, na hizi ni list ya bidhaa zangu zote ambazo zipo. Kwa hiyo mimi nita select ile bidhaa ambayo nilisajili. Ehe, nitaweka quantity, nitaweka tano, na muuzia bidhaa zangu tano. Ehe, baada ya hapo nitabonyeza add ukibonyeza add moja kwa moja itakuambia successfully umeiongeza kwenye sehemu ya kitabu chama cha vitu ambavyo unataka kuuza. Sasa kama una bidhaa nyingine unataka kumuuzia unaweza ukabonyeza tena hapa hapa kwenye hii form. Select. Ukasema nataka ni. Ehe, quantity labda tatu tena, kwa hiyo unabonyeza add. Moja kwa moja zitaongezeka. Kama unataka tena kumuuzia bidhaa nyingine kwenye uzo hilo hilo moja, yani amekuja amenunua vitu vingi. Ehe, ukiwa unabonyeza add, una, una select tena nyingine, unasema kani labda moja, ehe, unaongeza hapa kulingana na bidhaa zako jinsi ulivyozisajili. Baada ya kumaliza sasa yale mahitaji ya mteja, unarudi nyuma. Juu kushoto, kuna alama ya mshale wa kurudi nyuma. Ukisharudi utaziona bidhaa zako zote ambazo ume umeziongeza hapa. Sasa tunataka tufunge haya mauzo, tumeweka branch gani tunamuuzia, ni cash sale, na tumesema ni cash account e, tumeweka na shipping cost. kwa hiyo baada ya hapo itakupa total gharama ya mauzo yote, na moja kwa moja unaweza ukahifadhi haya mauzo, itakwambia Sales added successfully itakuambia kwa kama unavyoona hapa kuna hii invoice ehe, kwamba umefanya mauzo kiasi gani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambazo ambavyo unaweza ukafanya mauzo kwenye mfumo huu. Kwa hiyo wewe hautakuwa una haja ya kucalculate kwamba kwenye ili uzo niliuza jumla kiasi gani, kwa maana mfumo utakupa hizo hesabu kwako moja kwa moja. Kwa hiyo tumeona ni namna gani ya kufanya mauzo. Ehe. Pia wewe kama mmiliki uh, wa ili duka unaweza ukafanya manunuzi aidha kutoka kwa uh, mfanyabiashara mwingine au kutoka kwa distributors wakubwa, na moja kwa moja utaenda kwenye purchase hapa vile vile, kama ulivyofanya kwenye sales, mfumo utaku utakuwezesha wewe kufanya manunuzi kwa masupplier. Kwa utabonyeza hapa new purchase, utajaza hii form kama ilivyo kwenye sales, utasema unanunua kwenda kwenye eh, store gani hivyo, na itakupa moja kwa moja eh, mauzo ambayo yamelipiwa ambayo yamelipiwa nusu a, ma, itakupa moja kwa moja manunuzi ambayo yamelipiwa yamelipiwa nusu au yamelipiwa kikamilifu kwa hiyo katika mfumo huu kama unavyoona hapa, kiurahisi sana unaweza ukafanya uchambuzi na kuona biashara yako ipo katika, katika sehemu gani, aidha unakaribia kupata hasara eh, au uko katika sehemu nzuri moja kwa moja kwenye mfumo huu wa pembejeo Connect. Kwa hiyo wewe kama mfanyabiashara, tumia mfumo huu kwa ajili ya kurahisishia rekodi za biashara yako lakini cha muhimu zaidi ni sehemu ya wateja. Mifumo mingi haiweki rekodi ya wateja, na ndio maana sisi kama MazaoHub tunakupa sehemu ya wewe kama mfanyabiashara kukuweka karibu na wateja wako kwa kuwasajili, pamoja na taarifa zao za msingi. Hizi zitakusaidia wakati wewe unajitangaza, lakini ukiwa unafanya follow up ya kuuza bidhaa zako. Sasa tuone namna gani ambavyo unaweza ukamsajili mteja wako wa muhimu. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye kipengele cha client, kwenye iconi ya watu utabonyeza. Sasa utaona hapa wateja wako wote waliopo kwenye, kwenye mfumo wako, na huu mfumo utaweza utaziona wewe kama wewe pamoja na wafanyakazi wako ambao umewatengenezea akaunti, na huu mfumo unachukua mpaka location ya sehemu walipo ili wewe unapokuwa ukiwapigia au ukiwahudumia, unajua unawahudumia wakiwa kwenye sehemu gani, na hata ukiwa unawafikishia taarifa. Na baadaye tutaona namna gani ambavyo unaweza ukajitangaza kwa hawa wateja na wateja wengine ambao wapo kwenye database ya MazaoHub. Kwa hiyo ukitaka kuongeza mteja, utabonyeza hapa add chini kushoto chini kulia mwa simu yako ki icon, utapata nafasi ya kuandika jina, namba ya simu, email kama anayo. Na utasema je, yeah, huyu ni mkulima au ni agrodila au yani, ni mkulima au ni mm, muuza pembejeo tu kama wewe kwao utasema. Lakini pia utaweka ma, maelezo ya ziada kwamba huyu ni mteja wangu wa kudumu na vitu kama hivyo utaweka address anakaa wapi, yani location ambayo itakusaidia wewe ukiwa unamhudumia au unamfikishia mzigo. Lakini pia kama ana namba ya mlipa kodi ataweka kwao. Ukisha sajili, atapata kuonekana kama hivi, na sisi tunakuwezesha wewe kuwatenganisha kati ya wakulima na wauza pembejeo wengine, ili tunajua jinsi unavyotreat wateja, inaweza ikawa ni tofauti, mkulima au agrodila ukiwa unahudumia pengine bei zinaweza zikawa tofauti, kwa hiyo unaweza ukawaweka kwenye hayo makundi mawili. Kitu kingine tulizungumzia namna ambavyo unaweza bidhaa zako zikaonekana kwa wakulima ili kuongeza mauzo na pia kupata faida kubwa zaidi. Sasa ashumu mfumo ambao unakupa wewe nafasi ya kuonekana kwa wateja wako kiurahisi, unakupa nafasi ya wewe kujitangaza kiurahisi, na huo mfumo ni MazaoHub. Kwa hiyo wewe kama muuza pembejeo, ni wapi ambapo unaweza ukajitangaza kwenye mfumo wa MazaoHub? Ni hapa kwenye publish product. Kwenye publish product, unaweza uka eh, ukaweka bidhaa zako ambazo ziko dukani au kwenye, uh, kwenye branchi zako moja kwa moja kwa picha na kuweka bei zake na hii itakusaidia kufanya nini? Hii itakusaidia wewe kama muuza uh, mwenye duka kujitangaza zaidi, kwa maana hichi unachokiona hapa ndicho wakulima na maafisa ugani mbalimbali ambao wanakusanya mahitaji ya wa wakulima watakuwa wakikiona kwenye application zao au mfumo wa MazaoHub kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya shamba kwao. Utaweka hapa pamoja na na na utaweka hapa pamoja na bei zake ambazo zitawasaidia wakulima kuona na moja kwa moja kupata meseji kwa ajili ya kujua ni unafanya biashara ya nini, na kinapatikana kwa kiasi gani na shilingi ngapi. Lakini pia wewe mwenyewe unaweza ukaona ukaona walicho wa, wanachouza wafanyabiashara wenzako. Kwa hiyo utaweza kuonaje, ili uweze kununua. Utakuja hapa kwenye agiza, unaagiza, utasema mimi niko, aha, uko uko uko wapi? Utasema select world, utakuja hapa Kijitonyama kwao Kijitonyama, utaona e hey, kuna kuna huyu kuna Buy Trade, kuna Mazao hapo. Kwa hiyo kwa wafanyabiashara wengine wote pia watakuwa wanaweza kuonekana hapa. Mfano mimi niko Dar es Salaam kwa hiyo ninaweza nikaona maduka ya pembejeo ambayo yamejiunga na Mazao Hub moja kwa moja kupitia mfumo wangu niliokuwa nao. Kwa hiyo mimi ninaweza nikamwona, kuna mfanyabiashara mwingine anaitwa Mazao HQ, kuna mwingine anaitwa Buy Trade, store yake kubwa. Ninaweza nikamwona labda mwingine anaitwa labda Maendeleo Agri, mwingine labda kulingana na namna ambavyo wamejisajili umu na mikoa ambayo yapo. Kwa hiyo mimi ninaweza nikaagiza labda mseme, kwa huyu hapa inaendelea, kwa huyu ana fertilizers, ana pesticide, ana grain ehe, mimi nataka ninunue hii hapa kwa, ninaweza nikaona oh, anauza na ninaweza nikafanya ordering moja kwa moja ehe, nika add to cart, nikaona oda zangu sasa. Nataka nikamilishe oda moja kwa moja kwenye, kwenye huu mfumo wa pembejeo Connect ili huyu ni distributor mkubwa aniletee kwa hizi hizi uh, bidhaa zangu hapa nilipo, kwa maana atapata nafasi pia hata ya kuona uh, location yangu. Kwa hiyo nita make order, nitasema nitalipa baada nita kamilisha hapa, ishakamilisha oda hii, itatoka ikija huku kwenye previous order tayari itakuwa imekamilika. Kwayo yeye kule atapata nafasi ya kuona hizi oda moja kwa moja kwa ajili ya kunifikishia mimi katika store yangu. Kwa hiyo unaweza ukafanya uh, kazi wewe na Agrovet mwenzako au wewe na mtu mwingine uh, distributor mkubwa kwa ajili ya ku kusambaza hizi pembejeo. Na hapa tumeona ni na namna gani ambapo mimi nitanunua bidhaa kwa wafanyakazi wengine au nitanunua bidhaa kwa wasambazaji wengine, lakini hiki hiki kitu ambacho nakifanya hapa ndicho ambacho wakulima na maafisa ugani wataweza kukifanya waki wakitaka kununua bidhaa kwangu. Kwao wao pia wana sehemu yao ambao inaitwa agiza pembejeo kama ilivyokuwa hapa kwangu. Ehe, watakuwa nao wana sehemu yao kwenye application kama ilivyokuwa hapa kwangu, watabonyeza, watafuata hatua zile zile, kama ni wanataka kubadilisha duka watabadilisha hapa, watasema wapo sehemu gani, eh, wanataka kununua kutoka sehemu gani, ehe wataona maduka yaliyopo katika huo mkoa wata select, ehe, wata select alafu wataendelea moja kwa moja watapata kununua, kama ni vifaa vya kilimo, kama ni madawa, kama ni mbegu na chochote kile kilichopo kwenye mahitaji yao moja kwa moja. Tumeona ni namna gani ambavyo mfumo wa Mazao unakurahisishia kwenye swala zima la masoko, ili wewe uongeze mauzo. Sasa kama we ni agrovet, kama we ni distributor, ni nafasi yako kutumia mfumo wa MazaoHub. Na hii ipo kwa wakulima zaidi ya elfu hamsini ambao wanatumia MazaoHub. Imagine kwenye mfumo wako unakuwa na access ya kupata wateja zaidi ya elfu kumi kulingana na mkoa wako zaidi ya elfu uh, tano kulingana na mkoa wako na database iliyopo MazaoHub na pia kukurahisishia wewe kufanya hesabu zako na kuepukana na headache ya kupiga mahesabu moja kwa moja kwenye huu mfumo. Lakini je, ukiwa unapokea oda wewe kama distributor au wewe kama Agrovet utaziona wapi? Utakuja hapa kwenye order list. Kwa mfano sasa hivi mimi sina oda yoyote kwa hiyo utapata nafasi ya kuziona hizi oda ambazo zinatoka kwenye wakulima zikiwa zimelistiwa hapa kwa ajili ya wewe kuzisambaza na oda hizi zitakuja moja kwa moja zikiwa zina location, ehe, zikiwa zina taarifa za msingi za huyo mtu aliyeweka oda na zikiwa zina, uh, zina aina gani ya bidhaa na anahitaji kiasi gani. Mwisho kabisa tutaenda kuzungumzia Uh, namna ambavyo unaweza ukapata ripoti ripoti ya mauzo na manunuzi. Kwa hiyo nitabonyeza hapa ripoti. Ehe, kama unavyoona nilifanya purchases ya milioni moja na laki mbili kwa siku ya leo, na mauzo sikufanya, lakini profit kwa sababu sikufanya mauzo kikamilifu. Kwa hiyo unaweza ukaona uh, kwa wiki kwa mwezi na hata pia kwa mwaka, umetengeneza faida kiasi gani, umefanya mauzo lakini matumizi pia kiasi gani. Lakini kwa kumalizia, unaweza pia ukarekodi masuplaya wako wa mzigo, kama ni mbegu, kama ni mashine, kama ni nini, kuja kwenye duka lako au kuja kwenye stoo zako, unawarekodi kwa ajili ya kumbukumbu kumbu. Na kitu cha muhimu zaidi kwenye biashara ni kumbukumbu -kumbu. Ukiwa na mahusiano mazuri na, ma na wateja, ukiwa na mahusiano mazuri na suppliers wako wataweza kuhudumia au wewe utaweza kutoa huduma kiurahisi sana. Kwa hiyo sisi tunakuwezesha wewe kupata nafasi ya kuhifadhi hizi kumbukumbu -kumbu. Sasa huu ni upande mmoja wa pembejeo Connect, upande wa application ambao ni upande ambao unakuwezesha wewe kupata hizi huduma kiurahisi lakini pia mazao ina sehemu ya mfumo mwingine ambao ni huu ambao unakuwezesha kupata kila kitu ambacho kipo hapa. Kwa taarifa zaidi, tutaenda kuona pia kiufupi namna ambavyo inaonekana na vitu ambavyo unaweza ukafanya kwenye mfumo wa web.